Kila siku unapoamka unapewa fursa ya kubadilisha maisha yako, na kila siku unakuwa na sekunde takriban elfu kumi na nane ambazo unakuwa umepewa mkononi ili uweze kuzitumia. Kwa maneno mengine, ni kama vile unapewa check ambayo haijaandikwa chote, hundi ambayo ina kitu chochote, na wewe kazi yako ni kuhakikisha namna gani unaweza ukaitumia hiyo hundi au hiyo siku kubadilisha maisha yako. Sasa, watu wote wanaofanikiwa kuna namna ambavyo wanaitumia siku yao, na leo ningependa nikwambie mambo ambayo unapaswa kuyafanya. Kuna mambo sita ambayo unapaswa kuyafanya kabla saa 2 asubuhi. Hakikisha aya umekwisha kuyatekeleza, ili uanze siku yako kwa mafanikio na siku yako iwe na matokeo makubwa sana. Jambo la kwanza kabisa unatakiwa kufanya mara unapoamka kabla saa 2 asubuhi ni kufanya kitu kinaitwa devotion. Devotion ni hali yako ya kuconnect wewe na Mungu wako ni kuconnect wewe na hali yako ya kiroho. Watu wengi kuzungumza mambo yao wanaona kama vile ni mambo ambayo sio ya, ya muhimu sana. Lakini ukweli ni kwamba wewe ni mwanadamu ndani yako kuna nafsi lakini pia kuna roho. Ndio maana ukifariki tunasema mwili wa marehemu marehemu maana yake marehemu mwenyewe hayuko hapo. Sasa yule anayemzungumzia anahitaji kuwa analishwa kila siku. Tumia muda wako ule kuconnect kama kufanya sala, kufanya ibada. Ibada, huo ndio wakati mzuri kusoma kitabu chako ambacho kinahusiana na imani yako, ndio wakati mzuri wa kusoma, kwa sababu unatakiwa uconnect na yule aliyekuumba. Unapojiconnect vizuri, unajisikia vizuri, unaanza siku yako kwa ushindi kabisa. Hii tunaita spiritual capital. Kama hauna mtaji wa kiroho, ni ngumu sana kukabiliana na changamoto ambazo zitakuwa zinakuja mbele yako. Watu wengi sana wanapoteza eh, wanapote, wanapote, wanakuwa na hasira wanakuwa wanapoteza eh, fursa, wanakuwa unakuta kitu kikitokea, wamekata tamaa, kwa sababu hawana nguvu za ndani zinaweza kuwasaidia, na namna pekee kuzipata zile nguvu za ndani ni kufanya kitu kinaitwa personal devotion. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulifanya kabla saa mbili asubuhi ni revise your major goals. Jaribu kutafakari, jaribu kupitia yale malengo yako makubwa ulionayo katika maisha yako. Jaribu kupata muda kwa tuangalie namna gani kurudia malengo yako kila siku kunakusaidia kuona fursa ambazo wengine hawazioni. Jambo la tatu ambao unatakiwa kulifanya, tunasema read, jaribu kusoma, soma kitu ambacho kitakumotivate, kitakupa hamasa. Soma kitabu, au wakati mwingine sio kusoma tu, video mind, tunachosema sikiliza video. Kwa mfano video kama unaosikiliza asubuhi, unasikiliza video ya namna hii, inakutia hamasa, inakutia nguvu. Video mbalimbali zinazoelezea kuhusu maono yako, inaelezea kuhusu namna gani unaweza kufanikiwa, inaelezea kuhusu malengo ulionayo kwenye maisha yako, lakini kikubwa kikubwa unachotakiwa kuhakikisha unakifanya ni kwamba jaribu kusoma kitu, usianze tu asubuhi na habari ambazo zinakatisha tamaa. Mtu anaamka asubuhi anasoma tu habari za umbea habari za udaku habari za ajali habari za skendo. Ah, asubuhi ukiamka kabla saa mbili, hakikisha unasoma unasikiliza unajifunza vitu vitakavyokuongezea hamasa kwenye maisha yako. Jambo la tatu ambalo natakiwa kulifanya uh, la muhimu sana ni kwamba tunasema choose long term goal. Jaribu kuangalia, unajua kwenye ile, ile, ile matrix tunasema ya, ma, ya, ya vitu vinavyotokea. Kuna vitu vinne kila siku vinatokea kwenye maisha yako: kuna vitu ambavyo ni vya haraka na ni vya muhimu lakini kuna vitu ambavyo sio vya haraka, lakini vya muhimu, lakini kuna vitu ambavyo ni vya haraka na sio vya muhimu, na kuna vitu ambavyo sio vya haraka na pia sio Unachotakiwa kujua ni kwamba kuna vitu ambavo sio vya haraka lakini ni vyamuhimu chaguahiv unatakiwa vya vipangie muda kwa na kujifunza, sio kitu cha haraka aii. Kuna vitu ambavyo onekan vina haraka hakina athari kma utakifanya sasa hivyo, akina athari kama utakifanya, lakini ukweli ni kwamba baada ya muda mrefu matokeo yatatofautiana na mtu mwingine ambay kifa. Ni muhimu sana kuchagua katika malengo yako, lengo kubwa ulionalo uweze kulikamilisha cha tatu cha tano ambacho natakiwa ukifanya, tunasema delegate first. Kila siku kabla ya saa mbili asubuhi, jitahidi kuangalia vitu gani ambavyo unahitaji kuvifanya wewe, wanahitaji kuvifanya watu wengine, na hivyo vitu wagawanyishi watu wengine, wapatie watu wengine, wape watu wengine. Usipofanya hivyo, kila siku utajikuta ni mtu ambaye unakuwa unafanya vitu ambavyo havina umuhimu, unatumia muda wako kufanya vitu ambavyo sio vya msingi, unaf unatumia muda wako kufanya vitu ambavyo havina thamani. Siku zote kumbuka, haufanikiwi kwa sababu uko busy fanya mambo mengi. Unafanikiwa kwa sababu kuna vitu vichache vya msingi vyenye thamani ambavyo unavifanya. Kwao, chagua vitu gani utavifanya, utawapa majukumu watu wengine. Jambo la sita na la mwisho, tunasema kabla saa mbili asubuhi, lazima uhakikishe umeijenga siku yako, kwa maana ume map your day, umepanga ratiba ya siku yako. Mengine washauri watu kufanya jambo hili usiku kabla, lakini kama utakuwa ujafanya hakikisha kabla saa mbili asubuhi umechukua diary yako, umekuisha andika vitu utakavyofanya. Weka to-do list yako, nani utakutana naye, utafanya majukumu gani? Na kila unapokamilisha jambo moja, jaribu kuonyesha kwamba hili sasa nimelikamilisha. Ukifanya hivyo, itakusaidia sie mtu ambaye unakimbia kimbia kusini, kaskazini, mashariki, magharibi kufanya vitu bila mpangilio wote jitahidi kupanga mpangilio wako vizuri, ili ufanikiwe katika kile unachokifanya. Ukifanya mambo haya kabla saa mbili asubuhi, kwa hakika utakuwa ni mtu ambaye una ufanisi mkubwa kwenye maisha yako, na utafanikiwa sana katika kile unachokifanya. Je, leo katika siku yako ni kitu gani kati ya haya unataka kuanza kukipa kipaumbele? Kumbuka, haitoshi tu kusikia, anza kufanyia kazi. Niandike hapo chini kwenye comment, tujadiliana namna gani tunaweza tukaboresha siku zetu na yale ambayo tunayafanya. See you at the top.